Uh, siku ya leo Aprili 18 inaitwa ni siku ya kimataifa ya urithi, World Heritage Day, na wengine wanaiita World Monuments and Sites Day uh, kwa maana siku maalum kwa ajili ya maeneo ya historia na maeneo ya utamaduni wa asili ni siku ambayo ilianzishwa na shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia uh, maeneo ya kihistoria ICROMOS na shirikaida na hiyo siku ikaridhiwa na uh, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, yes. Tokea mwaka elfu moja mia tisa themanini na tatu siku hii uh, kila mwaka huadhimishwa ili kui hamasisha jamii uh, kuweza kuenzi uh, kulinda na kuendeleza urithi wa utamaduni unaopatikana katika maeneo ya kihistoria na kiutamaduni. Urithi wa utamaduni upo katika namna mbili, kuna urithi wa utamaduni unaoshikika na urithi wa utamaduni usioshikika. Maeneo yoyote unayoyaona ni vitu vinavyoshikika na kuonekana kwa macho, lakini vinaibeba urithi wa utamaduni usioshikika mm -hmm. wenye thamani ya kijamii, kiuchumi na kiutamaduni kwa jamii ambazo zinatunza urithi huo, lakini wakati mwingine mpaka dunia nzima mm -hmm. Sawa, so, kauli mbiu ya mwaka huu ni ipi na inamaanisha nini kwa nchi kama Tanzania? Uh, kauli mbiu ya mwaka huu uh ni tuenzi na kuilinda historia yetu. Uh, mwaka huu hiyo uh, kauli mbiu kwetu sisi ina maana kubwa. Kwa sababu historia ni sehemu muhimu sana ya utamaduni wa jamii yoyote. Utamaduni kwa tafsiri rahisi kabisa kulingana na sera ya utamaduni ya taifa ya mwaka tisini na saba. Uh, ukisoma tafsiri ya utamaduni utagundua kwamba utamaduni upo kulinda matakwa ya wenye utamaduni wao. Kwa hiyo uh, tunaposema tuenzi na kuilinda historia yetu ni sawasawa na kusema uh, tuenzi na kulinda matakwa na maslahi yetu. Uh, mwana mwana historia mmoja mwaka elfu moja thelathini na tano alikuwa ni Mjerumani. Aliwaambia wenzie mabebelu kwamba nimetembea Afrika, kuanzia uh, kusini mpaka kaskazini, mashariki mpaka magharibi, sijaona ombaomba omba, na sijaona mwizi. Ili tuweze kuwatawala watu hawa lazima tuharibu utamaduni wao, la sivyo hatutaweza kuwatawala. Unaweza kuona kwamba historia ni sehemu muhimu ya maisha ya mtu. Kwa nini? Kwa sababu jamii inaundwa yani, jinsi yalivyo. uh, dada yangu hapa, mm -hmm. leo mm -hmm. Nema, jinsi yalivyo dada Nema leo tunavyomwona anatokana na matokeo ya jinsi familia yake iliyomuunda kuwa hata jinsi anavyocheka, hata mitazamo yake, jinsi anavyoshangaa, chochote anachokifanya, ya ile familia ilikuwa na misingi ambayo inatokana na historia. Tunaita mila na desturi. Mila ni kanuni za kijamii zinazorithishwa kutoka vizazi mpaka vizazi, ambazo hutafsiri kipi sahihi na kipi sio sahihi kwenye jamii hiyo. Kwa hiyo saizi, mama, kuna vitu anasema, hiki, kwa kweli teknolojia imekuja, sawa, lakini hiki siwezi kufanya mm. Inatokana na historia ya jamii yake, akikumbuka kila alichorithishwa ana nani. Kwa hiyo hii ndio maana, ili tuwe Tanzania tuwe jamii inayowajibika kijamii na kiuchumi na katika namna zote, lazima tuienzi historia. Sawa, hiyo mm. ndo kauli mbiu ya mwaka huu, umeifafanua vizuri kabisa mm. Tito mm. unapaswa kuingia darasani na kuanza kufundisha wanafunzi kwa mtazamo wa kitaaluma mm. uh, na kitaalamu, tunaweza kusema Tanzania ina urithi gani wa kipekee ambao unaipa hadhi ya kimataifa? Swali zuri sana Uh, kaka Muhammad mm. Uh, kaka na wasikilizaji wote wa UFM mm. wanapaswa kutambua kwamba Tanzania ina utajiri mkubwa sana, utajiri ambao kimtazamo tunaudogosha tunaufanya kuwa mdogo mm. kwa sababu ya mtazamo wetu mm. lakini tuna utajiri mkubwa sana ambao una manufaa kijamii na kiuchumi yaani mpaka kwenye maukoto mm. mm -hmm. um, Tanzania ndio taifa ambalo Afrika unapata makundi makuu manne ya asili ya watu. Makundi hayo asili yake huwa tunayapima kwa kuangalia lugha zake mm. kuna watu mmezoea sana kuwasikia Wabantu mm. wapo Tanzania. Kuna watu tunawaita wanilotiki nilots watu kama Wamasai mm. hawa ni, ni wapo Tanzania na wa, zao zifanani kabisa na Wabantu mm. wao wanaongea kitu kingine mm. utamkuta Muhee anasema Mungu anamwita mtwa mm. lakini ukienda kwa Masai unaweza kusikia nasema nkara mm. unaona kitu. Ehe, kitu tofauti kabisa mm. lakini tuna kundi lingine tunaita Wakoisan Uh, wapo hususani kule kaskazini wazabe. Uh, uh, wazabe wale ni wakushtik mm. Yani, a wa lugha yao ina click mm. wakiongea mm. He, he, he. Kwa hiyo haya ni makundi manne, tunaita makundi manne ya lugha kuu Afrika mm. Sasa hawa wote wako Tanzania katika yale makabila tunayosema zaidi ya mia moja na ishirini, huwa tuseme mia ishirini, kwa sababu tuko zaidi ya mia moja na ishirini Uh, yako Tanzania yako katika hayo makundi manne. Lakini ukienda Afrika Magharibi sehemu kubwa karibu asilimia tisini na tisa ni wabantu peke yake. Mm. Kwa hiyo huo ni utajiri. Kwa nini ni utajiri? Kwa sababu uh, mchanganyiko wa utamaduni huleta maendeleo. Unajua utamaduni kwa tafsiri rahisi kabisa ni vile ambavyo jamii nafikiri inatenda na kile inachomiliki yaani, ukifikiri ukitenda unapata matokeo ya kile unachomiliki mm. E, sasa maarifa jadia, maarifa ya jamii, teknolojia, kila kitu yako kwenye utamaduni. Kwa hiyo mnapokutana watu wa tamaduni tofauti tofauti ndani ya eneo moja, mnatengeneza kitu ambacho ni cha muhimu sana. Kwa hiyo uh, huo mchanganyiko umesababisha sisi kuwa na urithi mkubwa ambao mwingine ni bidhaa inayohuzika katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya ubunifu hata majengo architectures na nini na nini. Ee, ukienda kwenye utalii ee, ukienda kwenye ubunifu fashion show na nini, kila kitu, chakula, kila kitu, namna ambavyo huyu anapika kue, ukienda kule mtu anapika kue samaki wa majini kule Kigoma, ukija kwa nani anapika ndafu Anachoma yeah, ndafu kwa nani hapo hapo, okay. Kaskazini yes. Mm -hmm. Ukienda huku pwani kuna watu wanatengeneza pweza. Mm -hmm. Unaona, kwa hiyo kila mtu yani, mchanganyiko wa hivyo vitu unakuwa na utajiri mkubwa sana. Kwa hiyo utajiri tulionao ni mkubwa sana. Mm -hmm. Aha. Sawa na, na vizuri pia tukafahamu kama. Mm -hmm. Ni hivyo. Mm -hmm. Na leo ndio siku yenyewe maadhimisho. Mm -hmm. Ma kwa kawaida yanafanyika kwa namna gani sasa? Maanake mchanganyiko ni mkubwa na mambo yanakuwaje? Asante sana uh, kama nchi tuna namna nyingi sana sasa hivi tunafanya maadhibisho mm, ya kuenzi urithi wetu. Kwanza, kila mwaka sasa hivi tuna tamasha la kitaifa la utamaduni. Mheshimiwa Rais mwaka ishirini ishirini na moja akiwa Mwanza kwenye tamasha la burabo la jamii ya Wasukuma alisema kuanzia sasa tutakuwa na tamasha la kitaifa kila mkoa ufanye tamasha alafu, tutakwenda kuwa na kilele cha tamasha la pamoja huko. Tuzihifadhi kwa namna ya kidijitali na namna nyingine nyinginezo, tuzienzi tuziendeleze, na kuzitukuza mila na desturi zetu. Kwa hiyo mpaka sasa tunapozungumza, mwaka huu tunafanya tamasha la nne. La kwanza tulifanya Dar es Salaam, la pili tulifanya mkoani Njombe, la tatu tulifanya mkoani Ruvuma Songea. mm -hmm. Sasa mwaka huu tutafanya Morogoro, tamasha la nne. Hiyo ni namna ya kwanza tunavyo zienzi na kuzilinda na kuzihifadhi kuzi mila na desturi zetu. mm -hmm. Lakini historia tuna hifadhi kupitia maeneo mengi, tuna maeneo mengi ya kihistoria kabla uh, ya kwenda huku, nadhani mm -hmm. na kama nimemwelewa mm -hmm. nema vizuri, mm -hmm. uh, Tito leo hii nini kinafanyika katika maadhimisho ah, okay. ah. ya leo hii, siku hii ya urithi duniani ah, kama nchi tunafanya nini? nah. kuna maadhimisho yote, kuna matembezi mnafanya, kuna nah. nini kinafanyika leo na nah. leo hii uh, tunavyozungumza, uh, dunia inabadilika mm. uh, kwa sasa kizazi tulichonacho haki, haki, hakina mapokeo ya kizazi kilichopita kwa hiyo kuna kampeni kubwa ya midia tunaifanya, kwanza hilo, mm. la kwanza kutoa elimu kwa jamii kuhusu historia, kuhusu urithi wa utamaduni na kadhalika, lakini vilevile uh, sisi siku chache zijazo tumechepusha kidogo, mm. siku chache zijazo tunafanya uh, washa pamoja na kikao kazi cha kisekta cha utamaduni na sanaa ambapo tutawakutanisha makatibu tawala wa mikoa yote, wakurugenzi watendaji wa mamlaka za serikali za mitaa nchi nzima mm. tutakutanisha maafisa utamaduni nchi nzima mm. tutakutanisha watendaji wa sekta hizi walioko kwenye taasisi kama makumbusho Baraza la Sanaa la Taifa BAKITA mm. na sehemu zingine nchi nzima pamoja na wadau mm. tutakuwa tukizungumza kwa pamoja masuala mbalimbali mbali ya usuo urithi wa utamaduni tunaangalia kwanza kuongeza uelewa wa wale watoa wa maamuzi. Unajua, mtu anakuwa katibu tawala anasimamia sekta zote, lazima wakati mwingine unapohitaji ili asimamie sekta fulani, unahitaji kuongeza uelewa wake. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya mambo kadha wa kadha, tutaanza na washa, lakini vile vile tutamalizia na semina elekezi, semina kazi kwa watendaji Kikao kazi hicho nawasha hiyo, mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So, kwa, kwa, kwa, kwa maana hiyo, maanake siku hii sio kwamba ina yani, kwa, kwa, kwa, kwa leo ndo maadhimisho, maanake mnakuwa na utaratibu wa kuwa na na vitu vingi vitakavyoendelea kwa muda mrefu. Asante sana dada Nema. Naam, naam, tunakuwa na vitu vingi kuele, yani kuuadhimisha siku hii sawa sawa. Uh, kuna tunakuwa na Uh, tunasema ziara za vyombo vya habari mm. Tunakuwa na makongamano, tunakuwa na semina na kadhalika na kadhalika, kila mwaka baadaye tunaishia kwenye tamasha la utamaduni. Turudi pia hata kufahamu, umesema elfu mbili na ishirini na moja mmefanya elfu mbili ishirini na mbili ishirini na tatu ishirini na nne mm -hmm. ishirini na tano sasa hii mm -hmm. mnaonaje mapokeo ya kizazi hiki sasa, kwa sababu mnatakiwa kurithisha mm -hmm. urithi huo uende mm -hmm. kizazi hiki kitaondoka, kingine kitakachokuja kinarithi kwa namna mm -hmm. gani? Mnaonaje hayo mapokeo ya kizazi kilichopo? <coughs> asante sana dada Neema. Asante uh, uh, pia kwa wale wanaotusikiliza wanaosikiliza UFM mm, hivi sasa mm. Uh, mapokeo uh, ni mazuri lakini pia lazima tukiri kwamba tunakabiliwa na changamoto. Um, mapokeo ni mazuri kwa sababu gani? Kwa sababu uh, wale wanaotengeneza maudhui kwenda kwenye jamii wamelipokea vizuri na wanatekeleza uh, wanashirikiana na serikali vizuri kwa nafasi yao mm. Ninaposema wale wanaotekeleza maudhui ikiwemo UFM mm. Ikiwemo vyombo vingine vya habari wazalisha maudhui, mnaita nini content creators. Mm. Wengine wote wanaipokea vizuri na wanaipeleka kwenye jamii, unaweza kuona kwa sasa eh, tuna wabunifu wengi wameanza kuzungumza kuhusu vyakula vya asili mm. wameanza kuzungumza kuhusu uh, ubunifu wa majengo na nini, inatokana pia na haya matamasha mengi tunayoyafanya. Lakini mapokeo ni kwamba pia kumekuwa na wadau wengi wanaofanya matamasha ya utamaduni, wengi sana wameanza kutunga mkono mm. E, ukianzia kaskazini ukija hapa Dar es Salaam, unakuta watu wanafanya kama nyama choma festival. Mm. Wanafanya kama yani, wanafanya matamasha mengi uh, wanaiunga wana mkono serikali lakini, mm. kimsingi wanatekeleza wajibu wao kisera mm. kama wadau mm. uh, changamoto tunayokutana nayo hayo, ni mafanikio naweza kusema, mapokeo ni, uh, mapokeo ni mazuri lakini hayo ni, ni, ni mafanikio kwa sehemu moja. Sasa changamoto tunayokutana nayo ni kwamba Uh, tuko katika nyakati ambazo uh, utandawazi umetoa fursa kubwa kwa kizazi kilichopo kukutana na tamaduni zingine, na wakati huo huo wale tunaowajibika kurithisha mila na desturi kuanzia hicho kizazi kina mwaka sufuri, wajibu wetu kwa namna fulani kidogo umepungua kwa maana nazungumzia familia hmm. nazungumzia jamii yenyewe nazungumzia dini na kadhalika hmm. wajibu wetu ule wa kuhakikisha kwamba hiki uh, kizazi kinarithi uh, maadili kinarithi namna ya maisha tunayoitaka sisi wenyewe kidogo umepungua hmm. Na serikali imewekeza hapo kwa sasa, tunafanya sana pia kazi ya kuhamasisha uwajibikaji wa hawa wadau wanaorithisha Uh, mila na desturi mm-hmm, kwa kizazi kinachochipukia. Kwa hiyo, hiyo hiyo ndo namna ya mapokeo unaweza kuisema. Tuna mafanikio, tuna changamoto na tunaendelea kukabiliana nazo. Naam, huyo unaotoka kumsikiliza hapo, msikilizaji ni afisa utamaduni kutoka uh, Wizara ya Habari Utamaduni sanaa na michezo. Tutazungumza hapa maswala ya utamaduni, lakini pia tutamuuliza kuhusiana na maswala ya michezo. Tunafahamu Tanzania ndo anakwenda kuwa mwenyeji wa michuano ya Afcon mm. kwa mwaka huu elfu mbili mm. na ishirini na tano yatafanyika hapa mm. maandalizi yakoje? Watu wanapiga malalamiko, kelele ni nyingi kwenye mitandao ya kijamii, kila siku uwanja umefungwa na mambo kama hayo, lakini maandalizi mengine kiujumla, mambo yamefika wapi? Atakuja kutujuza tu Tito hapa muda mchache ujao.